Tanzania Muslim Hajj Trust inakutangazia safari ya hija na umra kwa mwaka 2026 kwa bei ya ofa dola 5800 kuanzia tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2025 hadi tarehe 30 mwezi wa kumi na moja mwaka 2025 na dola 6200 kuanzia tarehe moja mwezi wa kumi na mbili hadi tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwa waliolipa kidogo kidogo, tarehe ya malipo ya mwisho ndiyo itaamua kiasi utakachohitajika kulipia. Kumbuka, Tunatoa huduma kwa wale wanaohitaji kuondoka mwisho na kuwahi kurudi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na viongozi au tembelea ofisi yetu iliyopo mtaa wa Pemba namba 16 na Mkunguni namba 21. Kuondoka ni tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026 na kurudi ni tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwa wanaohitaji kuhijiwa ni dola 1700 tu. Kumbuka, Tanzania Muslim Hajj Trust ni wakongwe wa usafirishaji wa mahujaji nchini Tanzania. Baikala.